Karibu, tuendelee kuangazia yale yanayojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya taifa la Israel na taifa la Iran. Na kwa wakati huu tuangazie athari ambazo zimejitokeza kule Israel pamoja na Iran juu ya mashambulizi yote ambayo yamekuwa yakiendelea baina ya mataifa haya hapa mawili, na hatua ambazo zimeweza kuchukuliwa na mataifa ambayo raia wake wanaishi Israel ama wale ambao wanaishi kule Iran. Mataifa kadhaa yameweza kutangaza kuondoa raia wake kutoka uh, Israel na wengine wakitangaza kuondoa raia wake kutoka Iran na kuwarejesha nchini kwao, kutokana na mashambulizi haya mazito yanayoendelea na hali ya usalama juu ya raia hao ambao wako kwenye hizi nchi mbili zenye mzozo mkubwa wa kidiplomasia na vita vinavyoendelea baina ya mataifa haya mawili. Sasa hapa tuko na mataifa mbalimbali ambayo yameweza kuondoa raia ya wake kutoka uh, nchini Iran na kutoka nchini Israel pia. Tanzania pia ikiwemo moja kati ya mataifa ambayo yameweza kuondoa raia wake ama kutangaza kuondoa raia wake kutoka kwenye mataifa haya yenye mzozo. Sasa nchi kadhaa zimesitisha shughuli za ubalozi mjini Teheran tangu mzozo kati ya Iran na Israeli uanze, zikiwemo Jamhuri ya Czech, New Zealand, Uswizi na Australia na hii ni baada ya anga ya Iran kuwa imefungwa na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Israel pia umefungwa kwa usafiri wa abiria. Nchi kadhaa zinafanya operesheni tata kuwahamisha raia wao kutoka nchi hizi mbili. Sasa hizi zifuatazo ni nchi ambazo zimeweza kuondoa raia wake kutoka Iran na Israel, na ya kwanza ikiwa ni Australia ambayo inawahamisha raia takriban 1500 kutoka Iran na watu 1200 kutoka Israel. Baadhi ya waaustralia tayari wameondoka Israel kwa meli kuelekea Cyprus na wengine wanahamishwa kupitia vivuko vya ardhini. Nchi ya pili kuondoa raia wake kutoka kwenye nchi hizi mbili ni China. China imewahamisha zaidi ya raia 1600 kutoka Iran na mamia wengine kutoka Israel. Kulingana na wizara yake ya mambo ya nje, Beijing imewashauri raia wake kuondoka nchini Iran kupitia njia za ardhini kuelekea Azerbaijan, Pakistan, Uturuki, Armenia au Irak. Nchi ya tatu ni India. Takriban wanafunzi mia moja na kumi waliokimbia Iran hadi Armenia kwa njia ya ardhini wamewasili mjini Delhi. India inapanga kuwahamisha raia wake waliopo Israel ambao wanataka kuondoka nchini humo. Kuna karibu Wahindi elfu thelathini nchini Israel na nchi nyingine ni Japan. Japan inatuma ndege mbili za kijeshi nchini Djibouti kwa ajili ya maandalizi ya kuwahamisha raia wake kutoka Iran na Israel kuna takriban raia elfu moja wa Japan nchini Israel na mia mbili na themanini nchini na Iran. Nchi nyingine pia ni Pakistan, ambapo takriban Wapakistan elfu tatu wameondoka Iran tangu kuanza kwa uhasama. Lakini pia serikali ya Tanzania imesema Watanzania waliopo nchini Israel na Iran wapo salama kufuatia mataifa hayo kushambuliana kwa makombora kwa muda wa wiki moja sasa. Aidha, hatua za haraka zimeanza kuchukuliwa ili kuhakikisha raia hao wanarejeshwa Tanzania wakiwa salama kupitia balozi zake zilizopo katika nchi za Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu ambao unawakilisha Tanzania nchini Iran, Kuwait na Israel. Serikali ya Tanzania inafanya juhudi za kuorodhesha raia waliopo katika nchi hizo. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi ya Tanzania ilieleza hivyo na taarifa zilizopo hadi sasa zinaonyesha kuwa kuna watanzania 168 waliopo nchini Iran wakiwemo wanafunzi 134 katika mji wa Qom na wengine 34 mjini Tehran. Kwa upande wa Israel inakadiriwa kuwa kuna raia wa Tanzania 200 wakiwemo watumishi wa ubalozi wa Tanzania, wanafunzi na wafanyakazi katika taasisi mbalimbali. Kati yao watanzania 50 tayari wamejiandikisha kwa ajili ya kupatiwa msaada wa kurejea nyumbani. Pamoja na changamoto za kiusalama zilizopo, serikali inathibitisha kuwa jengo la ubalozi wa Tanzania nchini Israel halijaathirika na mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran. Wakati mashambulizi hayo yalipotokea, hapa kuwa na mtu yoyote ndani ya jengo hilo, na maafisa wa ubalozi pia pamoja na familia zao, wote wapo salama, taarifa ya serikali ilieleza hivyo. Na hayo ndiyo yaliyojiri kwa wakati huu juu ya mzozo mkubwa unaoendelea kati ya Israel pamoja na Iran huku mataifa mbalimbali yakiendelea kuwaondoa raia wake kutoka kwenye nchi hizi mbili zenye mzozo mkubwa, na mgogoro huu mpya ambao umechukua takriban wiki moja za mashambulizi baina ya mataifa haya mawili, jambo ambalo limeibua wasiwasi miongoni mwa mataifa ambayo wa raia wake wanaishi ndani ya nchi hizi mbili, na kupelekea nchi hizo kuwaondoa raia wake, na wengine wakiwa wanaendelea kutengeneza utaratibu zaidi wa kuondoa raia wake kutoka kwenye mataifa haya mawili. Tuandikie mtizamo wako juu ya hili, lakini endelea kubaki nasi hapa hapa wakati wote kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.